Uh, jina langu ni Martha Alex Kayaga. Siku ya leo kwanza kabisa nipende kumpongeza Daktari Samia Suluhu Hassan kwa ushindi wa kishindo kwenye uchaguzi uliofanyika tarehe 29 Oktoba mwaka 2025. Tano Napenda kumwambia Daktari Samia Suluhu Hassan hongera sana. Wewe umethibitisha kwamba wanawake tunaweza. Lakini napenda pia nimshukuru kwa sababu ya sera nzuri za madini ndizo zinazoweza zinazowezesha wawekezaji kuweza kuja kumiminika kwa wingi kuja kuwekeza katika sekta yetu ya madini. Unaweza kuona hapa tunayo kampuni ya Kainiu, hawa watu wamekuja kwa ajili ya kuwekeza na hii yote inatokana na sera nzuri zilizopo katika taifa letu, lakini nataka niseme kampuni hii inakuja kuwa mkombozi kwa mwanamke mchimbaji, kwa sababu angalia nyenzo hii ni rahisi, hata mwanamke anaweza kuitumia, itamkinga na jua, lakini kuiendesha ni rahisi pia. Kwa hiyo tutakwenda ku, kuongeza kipato kwa mwanamke Mtanzania, tunakwenda kuongeza kipato kwa vijana, tunakwenda kuongeza kipato cha mtu mmoja mmoja, lakini pia itatuwezesha sisi kama wanawake kuweza kulipa kodi, kuchangia pato la taifa letu. E, nipende pia kumshukuru Daktari Samia Suluhu Hassan kwa sababu kupitia uongozi wake tumeona akimwezesha mwanamke kuinuka, mwanamke kujiinua katika uchumi. Lakini sera zake yeye kama mama ameona pia mwanamke wa Kitanzania aweze na yeye kumiliki na kuweza kuvuna rasilimali ya taifa. Tumeona akituwezesha vitu vingi, akiwezesha wanawake vifaa vya uchimbaji. Hii pia hawa wamekuja tena na wao kutusaidia sisi wanawake lakini na wachimbaji wote kwa ujumla. Kwa hiyo hizi mimi nizipeleke pongezi kwa Daktari Samia Suluhu Hassan rais wangu, nimwambie rais, tuko pamoja na wewe. Sisi wanawake wachimbaji tunakuamini, tuko pamoja na wewe, tutakulinda mama, usiwe na wasiwasi, tunakupenda sana Daktari Samia Suluhu Hassan, endelea kupiga kazi, endelea kutuongoza Watanzania. Mungu akubariki wa